Tunaendelea ndugu zanguni, um, hizi ni ekari tano ziko kijiji cha Buyuni pia, kilomita tisa kutoka Vigwaza, mkono wa kulia ukitoka Dar es Salaam na mkono wa kushoto ukitoka Morogoro. Uh, hili shamba liko plain pia lakini lina maembe e, kiasi kama unavyoona, maembe ya kisasa. Hapa mahali palikuwa pamelimwa mihogo lakini sasa pako wazi kama unavyoona hapajatumika kama misimu mitatu pia ndio maana unaona kule kuna vichaka. Ukanda wa pwani Dar es Salaam, ukiacha msimu mmoja bila kulima, majani yanarudi kwa kasi sana, misimu miwili mitatu unaweza ukapotea kabisa shamba lako ukalisahau. Kwa hiyo kama unavyoona, huku kuna miembe hapo ya kisasa ilipandwa, lakini sehemu nyingine ziko plain. Kwa hiyo pia unaweza kufuga ukitaka. Na unaweza ku uh, lima pia. Unaona maembe hayo tayari yana yanazaa, kama unavyoliona hili, hili bado ni bichi. Kwa hiyo sehemu nyingine ni za kusafisha kidogo, kama unavyoona kichaka hiki hapa. Ni ekari tano, bei ni milioni moja na laki nane kwa kila ekari kwa hiyo eka zote tano zinauzwa kwa pamoja, unachukua tu milioni moja na laki nane unazidisha mara tano unapata bei. Kwa hiyo hapa ni mkoa wa Pwani, naingilia Vigwaza, kijiji cha Buyuni. Kama unavyoona kuna miti michache pia ya asili, unaweza kuiacha kwa ajili ya kivuli, kama unavyoona hapa, kama hii hapo mbele yetu, unaweza kuchagua mwenyewe maembe niokuwa anasema kama haya hapa bado yapo, lakini eneo kubwa liko wazi na vichaka kidogo. Eneo hili limezungukwa na wenyeji ambao kwa asilimia kubwa ni Wamasai na Waswahili tuseme, ambao pia wanajishughulisha zaidi na ufugaji. Wanafuga sana ng'ombe, wanafuga pia mbuzi na kondoo na kuku asili lakini pia unaweza kufanya kilimo. Watu wanalima mananasi, wanapanda machungwa, maembe kama ambavyo tumeona ukanda mwingine, mbaazi, nanasi na mazao mengine ambayo yanastawi ukanda wa pwani, hasa mihogo pia unaweza ukalima. Kwa hiyo kama unavyoona, kwa asilimia kubwa eneo liko wazi, kama nilivyosema lilishapandwa ila sasa kwa sababu halijatumika misimu kadhaa, naona kuna vichaka hivi hapa ambavyo vimejitokeza. Maembe kama yale pale, mti ule pale upande huu. Barabara iko upande huu wa magharibi, kama unasikia kuna pikipiki piki inapita huko. Kwa hiyo ni sehemu inayofikika pia kwa urahisi. Kwa jumla ni ekari tano. Wale ambao mliona zile ekari kumi ni nyingi au zile ekari hamsini, mia, mia mbili, mia tatu, elfu moja basi hizi ni ekari tano ambazo kimsingi naweza kusema ziko wazi maembe haya, lakini unaweza kuzidesign mwenyewe utakavyopenda. Kwa hiyo karibuni sana kama unapenda kupata updates kama hizi, na usisahau kusubscribe. Lakini pia kama na wewe una eneo lako unauza una shamba unataka kukodisha au kuuza, mabanda ya mifugo watu wanatafuta pia. Kama umejenga banda lako kwa bahati mbaya au nzuri, hesabu zako hazijaenda vile ulivyotarajia, na unaona kabisa hutalitumia kwa pengine miaka michache ya karibuni, pia watu wanatafuta sana mabanda ya kukodisha kwa ajili ya kufuga e, wanyama wa aina mbalimbali. Kwa hiyo subscribe kama bado um, Uh, maelezo mengine yatakuwa sehemu ya description na mawasiliano pia. Nasisitiza sana mwaka huu usikae kinyonge, usikae na eneo ambalo ulitumii, uuza au kodisha, upate fedha, maisha mengine yaendelee. Kumbuka kwamba eneo kama ulitumii kama hivi linazidi kuwa na vichaka na baada ya muda unakuwa msitu, unaanza kuhangaika tena kulipa wafanyakazi na kuingia gharama kulisafisha tena, wakati lilishakuwa vizuri kwa hiyo kodisha watu walitumie, ama uza kisha hela fanyia mambo mengine, maisha mengine yaendelee. Kukaa na mabanda ya mifugo ambayo huyatumii pia yanaoza na kuharibika bila kupata faida yoyote. Kwa hiyo asanteni sana kwa kutazama, subscribe kama bado, na Mungu akubariki sana asante.